Hii saifa yetu ya mwaka huu ambayo itakuwa ni ya tano, tutegemea kuipata mwezi wa tano, mwezi wa tano. Yani hiyo bila, umeshaanza kurekodi? Tumeanza process za mwanzo mm. Ambaye sasa hii kitu waga, mimi na cabinet ndo tunakaa kwanza mm. Okay, kwao tumeshaiona hiyo picture, ndo maana hadi nimeropoka tarehe Okay, kwenye cabinet ndio inahusisha hao wasanii wanne a watu watatu, mimi producer sasa hivi, kuna Eddytz, zamani alikuwa Demondi. Demondi ameendelea na mitasi yake yeah. na tutaenda kula wali <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo ni wewe mkwizu nad e, na then hapo okay. recruitment ya watu, kuna watu wengine mimi sijaikutana nao mm. na nauna, ni wakali sana nawapata mm. kupitia hao na kuna wasanii wanawaleta wasanii okay. okay kama do Don 14 alimleta D-Max Okay kambayo Max ni noma yani, Don 14 mwenyewe akasoma <laughs> <laughs> Ya yeah, aliua sana yeah, yeah. Okay. ko ni waletane tu yani, waletane waje kwa Mkwizu, wasanii wote waje kwa Mkwizu, tuko pale Gamidi. Mwaka huu mnaweza mkamfikiria au <laughs> mtatoa vesi <laughs> yake tena, hata kwenye kichinjio mkwiz